Hey, jirani. Yeah. Habari yako? Salama. Habari yeah, leo? Yeah. nafikiria fikiria kuja lakini sikuwa yeah. sikuwa na akili ya kwamba nitakupata. Nimekutumania watoto karibu wawili lakini sija. Yeah. Niambie lakini umepata ujumbe wangu? Ah, yeah, nimepata. Nilikuwa, bwana, nataka tuzungumze kuhusu mambo ya yeah. New Year. Angalau kwa sababu wewe uko pale, mimi niko hapa. Angalau tushirikiane kwa ajili ya New Year. Yeah. Wasemaje? Bas karibu kae. Yeah. Hey, karibu kae, karibu kae. Nilikuwa na kidogo. Kaa kidogo basi tuongee mawili matatu, halafu tutayamaliza wakati mwingine, pengine kama ni kesho au jioni, sawa eh? Eh, nilikuwa bwana nataka kuchinja mbuzi eh, na tushirikiane. Je, unasemaje? Maana yake wewe tuko pamoja hapa, lolote litakalotokea hapa, kama ni nyumba imeshika moto, kama ni kitu chochote kimetokea hapa, wewe ndo wa kwanza, lazima nikuweke tanga mbele eh. Eh. Unasemaje? Je, je tunaweza kushirikiana? Mimi naomba tushirikiane, unasemaje? Eh, ha, tunaweza kushirikiana, tutashirikiana, sawa eh. Utaleta kama ni familia yako, tuje tukae mbuzi bwana eh. Ni kubwa, niko na beberu kubwa sana ambapo, eh. Huyo nataka tumkule, yani familia ah, tutamkula eh, eh. together as one. Ah, yeah. Acha nikimbevi. Eh. Nilikuwa na kimbevi kidogo. Eh. Kwa eh. hivyo unafika huko mara moja. Eh, nafika huko mara moja. Haya, sawa bwana. Haya. <laughs> <laughs>